Ni siku 26 tu kabla ya mashindano makubwa zaidi ya Qur'aan tukufu ya mabara yote ulimwenguni yanayoandaliwa na Alhikma Foundation. Vijue vituo vya elimu vya Alhikma Foundation. Mahad Alhikma kwa wavulana na wasichana, kituo kinachofundisha masomo ya dini pekee Qur'aan. Ni ncha kwa ncha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu